Swali la mwisho shekha, ile la Rahma anasema asalamu alaikum, vipi kama umepata rakaa ya pili jamaa, imamu anapokaa tahiyatu ya kwanza, wewe unasoma tahiyatu pia au utakaa kimya mpaka atakapokaa tahiyatu ya pili? Kama wewe tamkuta imamu katika tahiyati ya kwanza, kwanza wewe, watu wengine wanafanya kosa, anakuja kusimama na kaa, anasimama na kaa. Kabla ujakaa, lazima ungie takbiratul ihram, hii muhimu

lama asabirin sio sahihi. Amtisha fanya suba sinyanyuke. Ndo ni nini tu, katka sisi traffic light hapa, unamwambia imamu subiri hapa na kuja. Ya ila kukimbia bila kutoa ishara yote ya kusema kukimbia ni kosa, unamwahi imamu kabla usikimbie. Mtume saah sallam anasema kama unaenda katika sala, tembeeni na fanyeni usakina nasikili utulivu fama adraktum fasallu wama fatakum faatimu. Kitu ukimkuta sali, kitu kikikupita lipa. alaikum bisakina, sakina maana yake utulivu. Ukikimbia ukikimbia, wanaanguka si sahihi.